Wapenzi watazamaji wa Istiqama Swahili TV, Istiqama Swahili TV leo ipo katika mji wa Kengeja ambao unapatikana katika kisiwa cha Marashi ya Karafuu, Pemba. Leo hii nimekutana na mmoja katika wanafunzi wa madaris miongoni mwa madaris za Istiqama zilizopo katika kisiwa cha Pemba. Tutamuuliza jina lake nani, kisha tutamuomba tupe chochote katika ambavyo amefundishwa na walimu wake, ili na sisi tupate faida kutoka Pemba katika visiwa vya Karafuu. Binti, jina lako nani? Ismi Hanat binti Muhammad bin Ali. Masha Allah. Unasoma madrasa gani? Al Madrasatul Istiqama mjiweni Pemba. Yaani hii madrasa ipo katika sehemu ya mjiweni Pemba. Sasa katika mambo ambayo mnajifunza leo, tutufundia nini katika hadithi za Mtume wetu Muhammadin sal llahu sallallahu alayhi wasallam, mimi pamoja na watazamaji wa Istiqama Sahih TV. Kutoka kwa Bibi Aisha radhiyallahu anha, Mwenyezi Mungu zimshukia juu yake, amesema ata rajul an nabiy sallallahu alayhi wa sallam ma wa huwa shaykhun faqat, alikwenda mtu akiwa pamoja na mtu nzima kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mtume akasema man hadha alladhi mak, ni nani huyu ambaye umefuatana naye? Kala abi akasema, huyu ni baba yangu. Kala la tamshi amama, akasema mtume, usisubutu kutembelea mbele yake, wala takudu kabila, wala usikae kabla yake, wala taduhu bismi, na wala usimwite kwa jina lake, wala tastasbulahu, na wala usimtukanishe Mustafa, rawahu Tabarani. Subhanallah, hii hadithi ina mafunzo mazuri sana na akhlaqi na adabu za mtoto anapokuwa pamoja na mzazi wake na baba yake. Mwanzo katika hayo kwamba haipendezi, haifai kwa mtoto akiwa ameongozana na baba yake, yeye yuko mbele, baba yake yuko nyuma. Hii ni katika adabu mbaya sana ambazo watoto hatutaki kufanya kwa wazazi wetu, lakini vile vile hutakiwi ukakaa kabla hajakaa mzee wako, qillatul adab, hadha la budda awalan anyajlisa waliduk. Akae kwanza mzazi wako, kisha ndoukae wewe. Tafuta nafasi kwanza, mzee amekaa murtah, kisha baada ya hapo ndotafuta nafasi ukae wewe. Lakini vile vile usimwite baba yako kwa jina lake Abdullah. Ah, baba yako huyo, sema ya abi, ee baba yangu Ujue, mtoto unapomwita baba kwa jina la baba, mashaallah, mzee anahisi raha sana. Nadhani hilo lolote lipo kwa yeyote ambaye ni mzazi, anajisikia raha sana mtoto wake anapomwita kwamba ni baba, kuliko kumwita Saud, kumwita Hussein. Ukimwita kwa jina lake unakuwa umepunguza katika adabu ambazo zinatakiwa wewe umfanyie mzee wako. Mwite jina lake baba, lakini pia, usiwe sababu ya ku kumtukanisha baba yako kuna baadhi ya matendo ambayo tunafanya katika jamii ukifanya na kwa ni matusi yanarejea kama vile umtukanisha baba yako atasema huyu mtoto wa fulani bwana ndio hivyo ulivyozuelewa kwa hiyo ile tabia zako akhlaq zako katika jamii huenda kanisa sababu ya kumtukanisha mzee wako kwa hiyo tuzihifadhi adabu hizi adabu hizi ambazo tumepata kwa binti ambaye amepata kutoka katika madarasa hii inaonyesha kwamba madrasa ni sehemu nzuri sana ya kulea watoto wetu. Madrasa ni sehemu nzuri sana ya kupandikiza akhlaq na tabia nzuri kwa watoto wetu. Tujitahidi sana kutaamal kushikamana, kushirikiana na walimu wa madarasa, kwani wanatutunzia, wanatulelea watoto wetu katika maadili mema na kuwa tunajifakharisha kwamba nina mtoto wangu fulani kwa sababu tu amelelewa na madrasa. Sasa vipi yule mwalimu ambaye amemtunza na kumlea katika malezi haya ukamshusha katika manzila yake? Kwa hiyo tuwape heshima walimu wetu, tuzipe hadhi madrasa zetu, tuhakikishe na kuwa na kipaumbele zaidi kuliko chochote katika maisha yetu. Hapa nilikuwa katika Jaziratul Khadhra, tukutane tena inshallah katika wakati mwingine. Ulikuwa nami Suudi Luheta, wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Istiqama Swahili TV.